Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amesifia juhudi za Rais William Ruto katika kuwaunganisha Wakenya huku wakiwataka viongozi wa kisiasa nchini kuwacha kutoa matamshi ya uchochezi. Kando na hayo, Kindiki amewataka Wakenya na viongozi kuunga mkono Rais Ruto kwenye azma yake ya kuleta maendeleo nchini. Alizungumza hayo katika Kanisa la ACK Kapsabet, County ya Nandi alipohudhuria Ibada ya Jumapili. Mary Kyallo na taarifa hiyo.

Ni kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la ACK Kapsabet, county ya Nandi ambako naibu rais Kithure Kindiki alichukua fursa hii kuwaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya matamshi mabaya, huku akimpigia Rais Ruto upato kwa juhudi alizowekeza za kuunganisha taifa la Kenya ili kuhakikisha kuwa kila Mkenya anajumuishwa kwenye serikali ya kitaifa. Kwa wale ambao ni viongozi tuchunge sana matamshi yetu. Mheshimiwa Rais amefanya bidii sana kuhimiza na kuleta umoja wa taifa letu la Kenya. Kama kiongozi wetu amefanya bidii kuhakikisha kila sehemu ya Kenya wanajisikia wao ni sehemu ya maana ya Kenya. Kindiki akidokeza kuwa maswala ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kwa sasa hayapaswi kushikiliwa na badala yake Wakenya wanapaswa kuhudumiwa, akiwataka viongozi na hata Wakenya kumuunga Rais Ruto mkono anapoendelea kuleta maendeleo nchini. Mambo ya uko mbele ule, mtu, ule anajua peke yake ni Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu anajua.

Alafu hiyo mambo ingine huko mbele tunaachia mwenyezi Mungu. Na huku siasa za mwaka wa elfu mbili ishirini na saba zikizidi kushika kasi, baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Nandi waliokuwa wameandamana na naibu rais wameshikilia kumuunga mkono katika kuwania urais mwaka elfu mbili ishirini na saba, wakisema kuwa ni sharti apate miula miwili ya kuwahudumia Wakenya. Mimi ninasema kama viongozi hapa mashinani tutasimama kidete na tutashikilia serikali hii. Hiyo pepo ngine chafu hiyo haitakuwa katika area hii yetu hapa. Tunasema ni two term ama namna gani? Ama noma si noma? Fire, fire. Na kama ilivyo ada kwa naibu rais alipigia upato baadhi ya miradi ya serikali akidokeza kuwa serikali imejitahidi kupunguza gharama ya maisha na hata bei ya mbolea ili kuhakikisha kila Mkenya anapata chakula iwe kupanda au kununua. Tumeanza kuona bei ya bidhaa muhimu imeanza kuteremka kiasi, hata kama bado haijafika mahali tungetaka ifike. Ile unga ilikuwa 250, 230, sasa iko hapo 130 hapo. Na bado tunaisukuma iteremke chini. Ikuje less than 100 shillings. Ndio wananchi wengi wapate chakula. Mary Kyallo, Undugu TV.